kazi kubwa umeifanya tangia mwaka elfu mbili na kumi na nane kuna mafanikio makubwa ambayo kwa kweli mimi kama waziri mwenye dhamana ya kusimamia mfuko huu nawapa pongezi kubwa sana kama tunavyojua sisi sote jukumu kubwa au dhumuni la uanzishaji wa mfuko wetu ambao nahudumia watumishi wa umma ilikuwa na mambo makubwa manne ambayo sisi sote tunayajua la kwanza jukumu letu ni kuandikisha wanachama kama mfuko wanachama wapya lakini jukumu la pili kukusanya michango, jukumu la tatu kulipa mafao, na jukumu la nne ile fedha itakayokuwa ziada baada ya kulipa mafao kuwekeza mahali ambapo itazalisha zaidi na zaidi. Niwapongeze kwa mafanikio haya, lakini mapongezi zangu nizirudishe tena kwa Mheshimiwa Rais wetu, Dr. Samia Suasa, kwa sababu haya yote ya kuandikisha wanachama yasingeweza kufanyika kama serikali isingeajiri kwa kipindi cha miaka minne, na sasa tunaanza mwaka wa tano. wa Dkt. Samia Suluhu Hassan amefungua milango ya kuajiri na hizi ajira ndio zinatusaidia sisi kama mfuko kupata wanachama, kwa sababu bila serikali kuajiri, basi na sisi hatutapata wanachama wapya. Leo hii katika maelezo yake mwenyekiti wa baraza ameniambia kwamba kwa muda huu wa kipindi mlichokuwa mmejadili mmeandikisha wanachama wapya elfu 21792 sawa na asilimia 88. Ongeleni sana kwa kufanya jambo kubwa hili ambalo ndio jukumu namba moja la kuwepo kwa mfuko wetu. Kwa tunapoelekea kuanza utekelezaji wa dira, najua mna mpango mkakati wenu kama taasisi, tujikite kila mmoja ajifanyie evaluation, naenda kazini natimiza wajibu wangu, au naenda kazini na nyie mmepata bahati ya kuhudumia wateja wenu wengi, hasa wanaomaliza achana, wanaoingia, wanao graduate tunawaita wastaafu, wengi wazee. Kwa hiyo, baada ya kustaafu lazima tuhakikishe kwamba wanafurahia maisha baada ya kutoka kwenye utumishi wa umma, na wenye jukumu la kufanya wafurahie maisha baada ya kutoka kwenye utumishi wa umma ni sisi watumishi tulioko ndani ya mfuko huu unaohusika na mafao ya watumishi wa umma tunaenda kwenye mpango wetu mikakati na bajeti zetu kulivyo, tuende tena tujiwekee malengo e, maanake ukijiwekea malengo ya muda mfupi, tuanze kujipima baada ya muda fulani, je, huu mwelekeo tunaoenda nao ni sahihi? Ninachosema ni nini? Sasa tukawa na miradi ambayo impact yake kwenye uchochezi wa uchumi tutauona baada ya miaka ishirini, lakini tuna mpango wa maendeleo ya taifa ya miaka mitano. Je, na sisi kama taasisi tunajipangaje kufit in kwenye mpango wa miaka mitano wa maendeleo ya taifa ili baadaye tuwe na sisi tuko relevant, tushiriki katika mipango ya maendeleo ya taifa letu. Ndugu zangu, niwapongeze kwa kuwa na baraza imara, wamesema wengi, na nitoe lai kwa sababu sisi ofisi ya waziri mkuu, kazi ya ajira na mahusiano, kupitia kitengo cha kamishina wa kazi ndio tunasajili mabaraza haya. Chukue pia nafasi hii kuwasisitiza waajiri wote kwenye sekta ya umma kuhakikisha wanayapa na kuyawezesha mabaraza yafanye kazi yake. Mabaraza hii ndio sauti ndio sauti ya wafanyakazi, ndio mahala ambapo mwajili na waajiriwa wanakutana kujadili mambo ya taasisi. Kwa haya mabaraza, kimekuwa ni chombo cha kufanya succession plan nzuri, cha kurithisha vijana waweze kupata ujuzi kuwakutanisha waajiri na waajiriwa, lakini level zote kwa pamoja kupitia vyama vya wafanyakazi <tipos>